Samia ameingia madarakani kutokana na tukio. Yes. Eh? Rais aliyekuwa madarakani amefariki. Ni experience ya peke yake Tanzania, kwa mara ya kwanza tulikuwa hatujawahi ku experience hiyo, lakini tunamshukuru Mungu kwamba transition ilikuwa ni nzuri kwa mjibu wa katiba Bahati nzuri imeelezwa vizuri, endapo rais atafariki au akashindwa kutekeleza majukumu yake kama rais, atakaye shika madaraka ni makamu wa rais kwa mujibu wa katiba. Sasa inawezekana watu eh, katiba walikuwa wameisahau kidogo kukatokea maongezi tofauti tofauti na nini, lakini tukasema tuna taratibu tu. Nadhani tukizifuata hazina shida, tuzizingatie zile ili transition iwe smooth. Nadhani ndivyo alivyokuja Mheshimiwa Samia very smoothly. Mii kwa maoni yangu ni mzuri kwa sababu anawashirikisha watu na ufanyaji kazi wake ni mzuri sana, kwa sababu mara nyingine wanaomshauri labda wanakosea, lakini wanarekebisha kwa kushauriana. Ah, lakini anashirikisha watu wengi, anashirikisha: mnaonaje huyu, mnaonaje huyu, mna hivyo maamuzi yake, mnaonaje tukiamua hili. Anashirikisha taasisi kitaaluma, eh, kwa mfano hata hapa alipoanzisha Royal Tour aliwashirikisha watu Akasema, hapa tu ondoke. Tulikuwa kwenye kipindi kigumu cha COVID, hali ya mapato ilikuwa imeshuka, lakini akasema mapato mengi yanayoshuka ni kutoka kwa watalii, lakini ni vilevile kulijenga taifa letu liendelee kuaminika. Akaanzisha hiyo hiyo. Tu alikuwa anasikiliza ushauri na usha, naamini na anaendelea kusikiliza ushauri, hawezi kutekeleza jambo bila Ushirikisha. Hata sisi jeshini, mi nikiwa mkuu wa majeshi nasema CDF, kuna jambo kama hili hey, tunalifanyaje? Unamwambia mheshimiwa rais, mi nashauri iwe moja mbili tatu. Haya, anasema lakini kuna wengine wamesema hivi, unaonaje? Hiyo unampa sasa uchambuzi. Waliokuambia ni wanajeshi au sio wanajeshi? Ni wanasiasa au ni watendaji? Sasa ukimpa uchambuzi anafikia maamuzi.